Mimi katibu tawala wa wilaya Ngara ninatoa wito kwa vyama vyote, kwa viongozi wa vyama vyote. Maelekezo na maelezo yaliyotolewa leo na msimamizi wa uchaguzi na afisa uandikishaji ni maelekezo muhimu sana. Ni vizuri maelekezo haya yafike kwa wanachama wetu, kwa jamii, kwa wananchi, katika maeneo tuliyonayo, kwa sababu ni haki yao ya msingi kabisa kuchagua viongozi wanaowataka ni haki yao ya msingi kabisa kuwachagua viongozi wale wenye sera, wale wenye mambo yale ambayo wao wanaona wanafaa. Kwani kuchagua kiongozi ina maana na wewe katika uongozi wa huyo kiongozi uliyemchagua una nafasi yako pale anapotekeleza yale majukumu. Endapo anafanya kazi nzuri, na wewe unajisifu na kutamba kwamba hicho ni kitu ambacho na wewe kina mkono wako, kwa sababu ndicho ulichokichagua. Kwa hiyo wananchi hawa wakielewa hii elimu waliyopewa, itatusaidia sana kufanya uchaguzi ulio sahihi. Lakini pia wananchi hawa wakielewa, hawatafanya yale makosa madogo ambayo yameweza kujitokeza huko nyuma. Mfano, mwananchi anajia, anajiandikisha Bugarama alafu anakuja Ngara mjini kupiga kura. Sasa pale anakuwa amejikosesha mwenyewe haki ya kumchagua kiongozi fulani kwa uchaguzi huu tunaoenda. Ina maana akitoka Bugerama akija Ngara mjini ataruhusiwa tu kumchagua mheshimiwa rais, lakini pia atachagua mbunge kwa vile jimbo ni moja, lakini hatachagua mheshimiwa diwani kwa kuwa hizi ni kata mbili tofauti. Kwa hiyo atapoteza haki yake ya msingi kumchagua diwani katika eneo lake. Kwa hiyo hivizuri akaelezwa vizuri mwananchi kwamba nini anatakiwa kufanya pale alipo, ndipo ataka apopigia kura ili aweze kuchagua viongozi wake wote, na wanapotekeleza sasa, aweze kujisifu vizuri kwamba nimefanya uchaguzi ulio sahihi. Lakini kwa, nitumie fursa hii kuwataka sasa uh, wadau wote wadau wote tutakwenda kwenye uchaguzi. Lengo la uchaguzi ni kupata viongozi na kuwapata viongozi bora, si bora viongozi. Kupata viongozi bora, kupata viongozi bora uh, ni pamoja na kuwapata viongozi ambao wataingia kwenye uchaguzi bila kutoa rushwa. Hiyo ndio kubwa la msingi. Sasa niwaombe wagombea wote nafasi zote wasijihusishe na vitendo chochote cha rushwa, maana hiyo sisi tutakuwa macho, sisi tutakuwa macho, tunafuatilia, tunaendelea kufuatilia kuanzia sasa, tunaendelea kufuatilia mianya ya rushwa, abia kamata mtu kwa maana rushwa hii tunajua, kazi yetu tunaifanya. Nawaomba wasijihusishe na vitendo vya rushwa. Wapo wanawatiania tayari, wameanza kuzunguruka maeneo yetu, taarifa zao tunazo na sisi tunafanya kazi. Wanazunguka kwa kila kona, ndio ni kinja msingi, tunaomba lakini. Tuombe na wananchi na wenyewe, kipindi wananchi wa kinja uchaguzi wanaona ni wakati wa kuvuna kwao, wanajiandaa kupokea pesa za rushwa. Sasa nao waelewe kwamba mtoa rushwa na mpokea rushwa, pokea rushwa na mtoa rushwa, wote ni wakosaji. Ikibainika umepokea rushwa kama mwananchi, na unatakiwa kushtakiwa ukubainike umeshawishika ukaacha ukajitoa jina kwenye kugombea, umenuliwa na mgombea, umefanya kosa makosa maana kwamba kama ulikuwa na nia gombea, umeingia kwenye ugombea kinyang'anyiro, baadaye unahongwa utoke ili mwachie mtu nafasi, na maana unakosa unawakosesha hatu yake ya msingi kuchagua wewe, labda ulikuwa ndio bora, ndio chaguo lao, ni nao makosa kwa, makosa kwa, tunaomba wananchi nao wasijiingize katika vitendo vya rushwa na pale unapoona kwamba kuna vitendo vya rushwa, inaweza kuna mgombea kuna mtiania anawazungukia kuwaonga, haswa hao wajumbe ambao wametangaza watakuwa wanapiga kura za maoni, watoe taarifa kwa ofisi zetu kwamba kuna soin, soa anatembea anazunguka anatukusanya anatuita anatupa kitu kidogo kuna watu wanazunguka wanagawa kama zawadi, kuna kikao kinaendelea, wengine kuna kikao mabaraza ya wanawake, watu wanaingia hapo, wala tiania wanakuja, tunapata habari zao. Lakini waelewe tunafanya kazi, hatujalala. Kama wajakamatwa, lakini kazi tumefanya, baada ya kwamba tumekaa ki kaona labda inawezekana kwamba ha, hajatuona sisi, walipo tupo, aki waju kwamba walipo tupo.